Yule atakayesema maneno haya mara saba, Allah azza wa jalla kadhalika pia atamwondolea hamu, atamwondolea ghamu, atamwondolea dhiki, atamwondolea shida, mawazo, fikra zote hizi ambazo tangu asubuhi wewe unapambana nazo na usiku unalala nazo. Asema Abu Darda, kama alivyopokea Imam Abu Daud katika Sunani, asema man qala, yule atakayesema hasbiya llah

Hawezi kuyasema hivi hivi kwa akili yake isipokuwa ni maneno ambayo atakuwa ameyasikia kutoka kwa Mtume wa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam.